Sungura mwerevu. Hapo zamani za kale, katika msitu mkubwa na wenye rutuba, waliishi wanyama wa kila aina. Kulikuwa na tembo, twiga, pundamilia na fisi. Wote waliishi kwa amani, isipokuwa mnyama mmoja tu, simba ambaye alikuwa mfalme wa msitu huo. Simba huyo alikuwa na jeuri, ukatili na njaa kali. Kila siku alikuwa akiwinda na kuua wanyama wengi kuliko alivyohitaji kwa chakula. Wanyama walianza kuisha kwa hofu kubwa, wakijua kuwa wakati wowote wa mmoja wao angeweza kuwa kitoweo. Siku moja, wanyama walichoshwa na hali hiyo, waliitisha mkutano wa dharura na kuamua kumwendea simba na pendekezo. Wakamwambia Simba, e mfalme mtukufu, kwa nini unajichosha kuwinda kila siku? Tunaahidi kukuletea mnyama mmoja kila siku kwenye pango lako ili ule hivyo huna haja ya kutumia nguvu zako kututafuta. Simba alifikiri kidogo na kukubali, sawa, lakini siku mkichelewa au mkikosa kuleta mnyama nitawaua wote. Siku zikapita na kila mnyama aliliwa kulingana na zamu yake. Hatimaye ilifika zamu ya sungura. Sungura alikuwa mdogo, lakini alikuwa na akili nyingi kuliko wanyama wote msituni. Hakutaka kufa kijinga. siku hiyo Sungura aliamka na kuanza kutembea polepole pole sana, kuelekea pango la Simba. Alifika wakati jua limeshazama, akiwa amechelewa sana. Simba alikuwa na njaa ya ajabu na hasira kali. Alipomwona sungura mdogo akifika, alinguruma kwa ghadhabu. Wewe sungura, mbona umechelewa na, na kwa nini umeleta kitoweo kidogo namna hii? Sungura aliinamisha kichwa chake kwa unyenyekevu wa uongo na kusema, samahani mfalme wangu, kwa kweli tulitumwa sungura watatu ili tukutoshe, lakini tukiwa njiani tulikutana na simba mwingine mkubwa na mkali kuliko wewe. Simba alistuka, ati nini? Simba mwingine? Ndiyo mfalme, ametuambia kuwa yeye ndiye mfalme mpya wa msitu huu. Aliwakamata wenzangu wawili na kuwala, nami niliponyoka kwa shida kuja kukupa taarifa. Simba alipandwa na mori. Nipeleke kwake haraka, nitamwonyesha nani ni mfalme hapa. Sungura alimtangulia simba mpaka alipofika kwenye kisima kirefu kilichojaa maji safi. Mwezi ulikuwa unawaka na hivyo taswira ya vitu ilionekana vizuri kwenye maji. Yuko humo ndani mfalme, alinongona sungura kwa hofu, anakusubiri. Simba alichungulia ndani ya kisima, aliona taswira yake mwenyewe kwenye maji, lakini kwa sababu ya hasira alidhani ni yule simba adui. Alipoona adui yule akimwangalia kwa macho makali Simba alinguruma kwa nguvu, mwangu ukatoka kisimani ukirudia ngurumo hiyo, akiamini adui anamjibu. Simba aliruka kwa nguvu zake zote ndani ya kisima kisima ili kupigana tubwi. simba Simba alitumbukia kwenye maji marefu, na na kata za kisima ziliuteleza. Simba alishindwa kutoka na hatimaye akafa maji. Sungura alirudi msituni na kuwapa wanyama habari njema. Msitu mzima ulijaa sherehe. Wanyama walijifunza kuwa akili ni mali na nguvu bila maarifa ni bure.